Mwenyekiti wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Shujaa wa Maendeleo ya Jamii na Ustawi wa Jamii Tanzania smaujata kutoka mkoa wa Mbeya, Asia Boniphas, amesema alipokea taarifa za mtoto huyo akiwa kwenye basi la abiria aina ya Saibaba, alifanya uchunguzi ambapo mtoto huyo alidai ameelekezwa kwenda jijini Dar es Salaam kufanya kazi za ndani na kwamba kuna mtu aliyekubaliana na baba yake kumpokea. Huyo mtoto, tulipata taarifa kutoka kwa samaria wema. Samaria wema alitupa taarifa ya kuwa na shaka na huyu mtoto. Baada ya kutupa taarifa moja kwa moja na sisi tulianza kufanya mawasiliano kutoka kituo cha polisi cha Uyole pamoja na maafisa ustawi na afande kutoka dawati. Baada ya kupeana zile taarifa tukaona ni bora zaidi hiyo gari tuweze kuibloku Uyole mbele ya mjini, kukutana na huyu mtoto. Kweli kwa maelezo aliyoyatoa yule mtoto ni maelezo ambayo yalikuwa hayajitoshelezi lakini hayajakaa vizuri. Mtoto alidai alisafirishwa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kuchunga mbuzi, kwa hiyo ni kitu ambacho kileta utatanishi kidogo. Lakini kumuuliza mtoto, alikuwa hayuko tayari kwenda kufanya hiyo kazi. Lakini na yule mtu ambaye alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kumpokea mtoto, mwanzo kabisa alikuwa anapokea simu na kudai yuko amejiandaa kwa ajili ya kumpokea mtoto, lakini baadae alivoona hii kesi naenda kuwa ngumu kwake, ameshtukiwa aliacha kupokea simu. Lusi Samajengo, mama ambaye anajitolea kuishi na watoto wenye uhitaji hususan wale waliotelekezwa na wazazi wao huku akijishughulisha na uuzaji wa kuni, ambapo mpaka sasa ana watoto takribani 19, amethibitisha kumchukua mtoto huyo baada ya kupata taarifa zake na hakuona ugumu wowote kumchukua na sasa anasubiri mwongozo kutoka serikalini. Kwa sababu mimi nalea watoto, ninao watoto hapa nyumbani kumi na tisa. Kwa hiyo nikampokea na huyu mtoto vilevile vile, kumlea ninalea watoto kwa wa, muda mrefu sana, kwa hiyo nami nikampokea huyu mtoto niendelee kumlea kumtunza mpaka sheria itakapokamilika. Lakini ukimuuliza mtoto anakwambia, mimi nyumbani siendi, nataka kwenda shule kama wenzie wanapoenda shule asubuhi. Yule ambaye alikuwa amemsafirisha mtoto na amemfanya maripo akasema, mimi, akaunganisha akatuunganisha na mzazi wake, yule kijana, huyu mtoto akasema mimi, huyu mtoto nilikuwa namsafirisha, nimelipa nimelipa elfu sabini alafu nimeshawalipa na hela. Kwa nini mnafanya hivyo? Akasahau kwamba hajakata simu. Akithibitisha kuokolewa kwa mtoto huyo, afisa ustawi wa jamii wa jiji la Mbeya, Imelda Mlugo, amesema kuwa walipata taarifa za uwepo wa mtoto huyo kutoka kwa wasamalia wema na walichukua hatua za haraka kumsaidia. Nilipata hiyo taarifa kutoka kupitia dawati la jinsia na watoto kwamba kuna mtoto anasafirishwa kwa njia haramu na wao kama polisi wakawa wamechukua baadhi ya hatua, kwa hiyo wakawa wametukabidhi huyo mtoto kwa ajili ya kumhifadhi sehemu salama, wakati huo tunafanya ufuatiliaji kule alikotoka, na mpaka sasa tumeshawasiliana na Saustawi kutoka Kalambo naye kule anaendelea na ufuatiliaji. Hata hivyo, Imelda ameikumbusha jamii kuacha vitendo vya ukatili kwa watoto, ikiwemo kuwafanyisha au kuwatumikisha katika kazi, na badala yake wawape mahitaji ya kimsingi, ikiwa ni pamoja na elimu. Wa, wazazi tunatakiwa tusimamie malezi ya watoto. Tunaposema mtoto, ina maana tunazungumzia taifa la kesho. Ina maana mzazi una wajibu wa kusimamia malezi na masuala mengine ya muhimu kama elimu, kwa upasi kumpeleka mtoto akaajiriwa ili mwisho wa siku tutengeneze future ya mtoto. nikilipoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.